Hey, mambo vipi? Naitwa Don Shafineyz. Uh, ah, saizi ni usiku, niko La Mada Hoteli, niko na baris mkononi mwangu na kitabu cha Siri mia moja za Utajiri. Nam, ukiwa kama kijana mwenye ndoto kubwa eh, lazima upate vitu kama hivi. Unajua, mafanikio yanaanzia moyoni mwako, halafu yanapanda kwenye akili. Wawezi ukafanikiwa ukiwa muda mwingi unawaza mambo ya kipuuzi, unawaza mambo ya kipumbavu, kuanzia kwenye moyo wako paka kwenye akili Kwanzia watu waliokuzunguka, wamekuzunguka watu wa ovyo, utawezaje kufanikiwa? Unajua, ukikaa karibu na uwaridi na wewe utanukia uwaridi, hiyo ni lazima, haipingiki. Ah, ukikaa karibu na, na, na vitu vizuri, na wewe utavipata vitu vizuri. Kuwa karibu na wale watu ambao wanakupa uchungu wa maisha, wanakupa namna gani ya kustruggle, utoke hapo sehemu uliopo. Umaskini unatesa, umaskini unaumiza. Hapa tulipolala, tumelala wajanja watupu. Na kitabu changu cha siri mia moja za mafanikio, kuna ndugu yangu mmoja amelala kule.